Sisa, na mshukuru Mungu kwa wema kabili zake. Wakati naenda kwanza chuo, nitika kwa mchungaji wangu nyumbani, kangea mchungaji, nataka kwenda chuoni, akanitia moyo akaniombea. Mungu ni mwema na mwaminifu na nakwenda na, na kuitimumakalenane ila namshukuru Mungu, Mungu, kwa maeneo matatu. Kwanza mshukuru Mungu kwa hapa kwa ajili ya huduma naleakituuu kipinde ambacho iea kule chuoni maisanapotoka mchungaji kanisa zaikakutana na dhoruba, niseme hivyo lakini, kanisa imekuwa ikiendelea mbele. Tunamshukuru Mungu, Mungu ni mwema, kanisa naongezeka, tunamshukuru hata viou tumeshanunua pia vit kkua inaongezeka, Mungu mwema. Lakini pia namshukuru Mungu kwa ajili ya familia kipindi ambacho nimesoma nimetumia ni miaka minne kusoma digrii ya kwanza a sheria digrii ya kwanza krejana Biblia kwa, kwa miaka minne, na Mungu amekuwa mwema amenisaidia. Familia amekuwa mwema, amekuwa ame mpaji, amekuwa mtunzaji. Watoto walikuwa wanasoma, natakiwa gharama za kulipia. Mungu ni mwema na alisimama. Lakini kipekee pia ni mshukuru Mungu kwa kwajia kanisa kwa najua metombea, ndio maana mambo haya yametokea sifa utukufu tuwabudishia yeye, lakini pekee pia namshukuru na Mungu kwa ajili ya masomo. Nakumbuka nimesoma kozi arobaini na nane zote sijafidi hata mwezi moja zote kutawaji <coughs> <coughs> <coughs> namshukuru Mungu, najua si uwezo wangu, ni Mungu aliyesaidia na wewe pia ulimwombea. Mungu abaisa amen. Tatatenji ya Iringa, tutakutana Dodoma. Mungu abaisa Sina neno la kusema zaidi ya kusema ksima, asante. Madekakamaliza chuo kwa ushindi na akuna mashaka no, tunaamini kabisa akatokoa vizuri sana. A, wabaik wa kuoba amemaliza salama, namshukuru Mungu. Nimeongeza familia a, naibaridi mtoto wa kike saivi na wasichana watatu Kazi haikuwa rahisi, kusema kweli hiyo kazi ni ngumu, ila nashukuru kwa maombi ya kanisa. Nashukuru baba, nashukuru mama. Kwa kweli nilikuwa msumbufu, lakini nilikuwa msumbufu sana kwao, yani nikipitia changamoto hata kuumwa kichwa lazima nipige simu, kinauma. Baba, naomba unisamehe. Nashukuru sana, nashukuru sana kwa maombi yenu. Nashukuru Mungu amenitetea, nimaliza salama, nimerudi tena. Mungu awabariki.